karibu sana, tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe Bukelebe TV. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakuwa tu na muda mchache mchache sana wa kutafakari tu neno la Mungu tunapoendelea na majukumu yetu na tunapoanza siku ya leo, ni ujumbe wa neno la Mungu mfupi tu, ambapo leo kuna somo ambalo nimelichagua tujifunze lenye e, kichwa kinachosema mlango wa rehema. Ndilo somo ambalo tujifunza tu kwa ufupi, linasema mlango wa rehema kiujumla. Tunaposema mlango wa rehema, huu ni mlango ambao ni nafasi ambayo ipo, mtu anaweza akaifanya, lakini itafikia wakati nafasi itatoweka, kwa hiyo nafasi haitakuwepo tena. Labda tuchukulie mfano wa hizi nafasi. Mfano labda umekata tiketi, unasafiri, unaenda mahali fulani, ukata tiketi, tusemee ya ndege. Una nafasi ya kusafiri na ndege hiyo na umekata na siku na masaa, umekwambia fika saa ngapi? Saa fulani. Umejiandaa, siku ile imefika umejiandaa. Sasa unaenda kwenye ndege, kapande ndege usafiri. Sijui unaenda msibani labda, labda unaenda kwenye sherehe, labda unaenda labda kutambulishwa kupata kazi mpya. Sasa unapofika kwenye ndege unajikuta kumbe umechelewa tu kidogo kama dakika kama mbili. Yaani unafika kwenye stendi na ndege ndo naiona hiyo inapaa inaondoka. Kwa hicho kitendo cha kukosa hiyo nafasi, ulikuwa na uwezekano wa kuipata kabisa, lakini kwa dakika chake tu naikosa hapo. Ndio tunasema kama kufunga kwa mlango wa rehema, kwamba hiyo rehema tayari imekuacha. Kwa hapo hakuna uwezekano tena kusafiri. Yani kwa lugha ya kisasa ya vijana tunaweza kusema imeisha hiyo, yani wewe ndio umekosa hiyo nafasi. Labda chukulie mfano mwingine, labda wa mvua inaponyesha, baada ya mkulima kukosa kupanda. Mvuku wakulima wanategemea misimu mvua inanyesha ndo mda wa kupanda, kuandaa mashamba, unalima. Wengine wanalima viazi, wengine wanalima mahindi, wengine maharage. Sasa mvua inanyesha, unajifariji kwamba mm, nitapanda tu nitapanda wiki inayokuja lakini bahati mbaya, kumbe msimu unakatika. Sasa unapo katika ee, unakumbuka sijalima, unalima haraka haraka, unalima unapanda, kumbe mvua inyeshi tena, tayari jua inaanza. Unafanikiwa kupanda ndio mazao yanaota, yanakufa kwa jua, maana sasa ile mvua ya mwanzo ulizembea. Kwa hapo naweza kusema kwamba ni mlango wa rehema, yani hiyo rehema wewe imekupita. Hivyo labda tuchukulie mfano mwingine mdogo tu, labda wa duka. Una uhitaji wa kitu fulani hicho ki, kitu fulani kinapatikana dukani. Tunafahamu vitu vingi tunachukua dukani, iwe ni sabuni, iwe ni kiungo cha mboga, iwe labda ni kitu fulani. Sasa una uhitaji na, na unafahamu kabisa kwamba maduka ikifika usiku yanafungwa. Unajifariji bado saa mbili, bado mapema, nitaondoka bado saa tatu, na unauhitaji sana kwa muda huo kitu, una hicho kitu. Unachelewa kidogo nauti kushitoka, lakini watafunga. Unaenda kwenye duka unajikuta kumbe mhudumu wa duka amemaliza kufunga na ameondoka. Kwa tayari hapo mlango wa rehema kwako umefungwa. Kwa hiyo hakuna uwezekano tena wa kupata, yani ndio imeisha hiyo. Lakini labda tuchukulie mfano mwingine, labda e, fursa fulani ya ajira. Wewe una uhitaji wa kazi, una kazi, unasikia kampuni fulani inatangaza kuna nafasi za kazi, tuma maombi. Na siku ya mwisho ya kutoa maombi labda ni tarehe fulani. Ah, unasema oh, hii hii ajira nikipata safi sana. Unajifariji, nitatuma maombi siku zinaenda nitatuma maombi, unakuja kushtuka, lakini ukazi nitume, unaandika barua, unapeleka, unakuja kuambia kwamba oh, siku ya mwisho ya kupeleka barua imeisha, wewe jikuta umekosa hiyo nafasi. Hapo ndio nasema kufungwa, kwa nini? Kwa mlango wa rehema. Sasa kwa nini tumeleta somo hili? Nimeleta somo hili kwa sababu hii hali pia kwetu sisi kirao pia ipo. Kuna kitu kinaitwa rehema ambao mpaka sasa, sasa hivi tunayo, tunafahamu kwa ya kwamba baada ya adhabu kuingia tayari tulikosanishwa na Mungu lakini tuna rehema ambayo mwanadamu anaweza kaifanya kwa Mungu, na ndiyo maana ukijikuta umetenda dhambi ukiomba tu msamaha Mungu anakusameha unakuwa mpya. Na tunafahamu mbinguni wanaenda watakatifu watu ambao hawana makosa, lakini waliokuwa na makosa ndiyo, lakini wamesamehewa. Sasa hivi tuna mlango wa rehema huu ambao ukijikuta umekosea unaomba toba kwa Mungu tayari unakuwa msafi. Lakini sasa kumbe huu mlango wa rehema pia na wenyewe una mwisho kuna kipindi kinakuja, kitafikia mwisho wa huu rehema ya kiroho ambapo, hata kama ukilia kiasi gani, hata kama ukiomba kiasi gani, hata kama ukitubu, yani itakuwa tu ndo kama umeachwa na ndege hivyo, kwa sababu hiyo rehema tayari itatoka. Na hiyo rehema itatoka wakati gani? Hiyo rehema itatoka pale ambapo Yesu atatoka chumba cha patakatifu apatakatifu, sasa nakuja sasa kuhukumu dunia kwa sababu tunafahamu asaidi Yesu kazi anayoifanya ni kutupatanisha wanadamu. Ukiomba tu kitu Yesu anakisikia anakupatanisha na Mungu, unakipata hicho kitu. Ndio maana hata kama ukiomba msamaha uh, unasamehewa. Ukiomba kitu fulani Mungu anakubariki. Sasa kuna kipindi ambacho kitafika, hata kama ukiombaje hiyo rehema itakuwa imekoma hasa kwenye masuala ya kiroho tunatakiwa, hii rehema tuliyo nayo tuitumie sawasawa, tuitumie vizuri, isije kajikuta rehema inaisha na ndipo tunakumbuka hey, kumbe kuna kwenda mbinguni, tukajikuta tumeachwa. Basi tusome kitabu cha Ufunuo, tunapoenda kufikia mwisho, kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini na mbili na ule mstari wa 11, kitabu cha Ufunuo sura ya ishirini na mbili na ule mstari wa kumi na moja. Neno la Mungu linasema hivi, linasema kwa sasa, anayetenda mabaya na aendelee kutenda mabaya, na aliye mchafu aendelee kuwa mchafu, mwenye kutenda mema na azidi kutenda mema, na aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu. Haya ni maneno ambayo yatatamkwa siku ambapo mlango wa rehema utafungwa. Mlango wa rehema tu ukifungwa tapu ndoa haya sasa yata yata, yata yata shika nafasi ya maana, kwamba mtakatifu daima atendea kuwa mtakatifu milele na milele, lakini muovu yataendelea kuwa muovu milele na milele, kwa sababu hakutakuwa tena uwezekano wa kufanyeje, na uwezekano wa kubadilisha hiyo hali. Kwa hiyo utakutakuwa kama umeachwa na ndege, utakuwa kama me, umechelewa muiduka umefunga, utakuwa ni kama masika ya mvua yameisha, wendana kukumbuka kupanda. Lakini kuna nabii E.G. White ninapoenda kufikia mwisho, ninanukuu aliwahi kuandika pia kuhusiana na hii mada kwenye kitabu chake kinaitwa Great Controversy, yani pambano kuu, kurasa wa 490 hadi 491, yeye aliandika, anasema hivi: wakati kazi ya uombezi wa Kristo utakapokwisha mbinguni, mlango wa rehema utafungwa, wakati huo wa rehema utaisha na Eh, kila mtu ataamuliwa kama alivyo, bila nafasi nyingine ya toba. Lakini vile vile huyu mwandishi Ellen G White kwenye kitabu cha Early Writings, maandishi ya awali, ukurasa wa 279 pia aliwahi kuandika akasema, nilimwona Yesu akiacha kazi yake katika patakatifu pa patakatifu, alipoinua mikono yake na kusema kwa sauti, imekwisha. Kila kesi ya wanadamu ilikuwa imeamliwa. Basi tunapoenda kufikia mwisho wa somo letu la leo tukumbie ya kwamba tunayo rehema, ndiyo, lakini rehema ina ukomo. Lakini cha kusikitisha, hatufahamu hiyo rehema ukomo wake ni siku gani. Ni huu mwaka 2025 au ni 2026, au bado miaka kumi ijayo, au labda bado sana? Hatufahamu. Unaweza kashanga labda ikawa ndani ya mwaka huu, unaweza kashanga baada ya miaka 30 ukajikuta, tukaza tukaza tukaisha, mpaka labda bado miaka mingi, hatufahamu sisi. Cha msingi tu ni kujiweka e, sawa sawa kwa ajili ya kujitakasa. Na Bwana, tusaidie kwa wakati huu tuweze kufanya induzi ya maisha yetu kiroho, na hatimaye tuweze kuwa washindi. Bwana alibariki eneo hili kwa jina la Yesu. Amina, amina. Basi tutahitimisha kwa sala, mama Mary akatuongoza kwa sala eh, tutafikia mwisho wa ibada. Tunakushukuru Mungu Baba, asante kwa wema kuna fadhili zako, asante kutuleta tena asubuhi njema hii siku ya Jumatano ya maombi. tunalitukuza jina lako Asante kwa kutupatia somo nzuri hili. Somo limetujenga na hatimaye tufuate jinsi lilivyo, maana mlango wa rehema ukaribu kuja hata dalili tunaziona. Bwana Mungu, zidi kutusaidia na kutulinda, tufanye tuwe watu wako, tuweze kushika neno lako, na siku moja kabla mlango wa rehema haujafungwa tuweze majina yetu yaandikwe katika kitabu chako cha uzima. Saidia ndugu na marafiki ambao hawakujui waweze kukujua. Tunatamani wote kuingia katika ufalme wako. Wenzetu hawajafika bado, wako njiani, tunawakabidhi mikononi mwako, na siku nyingine waweze kuwahi katika ibada, tuweze kusikia neno lako. Asante Yesu, maana tunajua uko pamoja nasi tunaombea wagonjwa asubuhi hii, walinde ukiwabariki, wapatie dawa zako nzuri za kiroho, wakipona na kupata nafuu waweze kulitukuza jina lako. Kuna waliofiwa wanalia, mfariji mkuu ni wewe. Kuna ambao wamekata tamaa ya maisha, watembelee Yesu, tunaamini uko pamoja nao, msaidie. Mchungaji amesafiri, mlinde ukimbariki na familia yake Watakaporudi salama tuweze kulitukuza jina lako. Tupatie upendo wakati wa kazi, tunapofanya kazi tufanye kwa ushirikiano, hatimaye tukimaliza jina lako litukuzwe. tunaamini na kushukuru, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na mwokozi wetu Amen. Amen. Amen.